Huyu, ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni uh, makao makuu ya klabu ya Young Africans Sports Club, na tumewaita hapa kwa ajili ya kuwapa taarifa kadhaa ambazo zinayohusu timu yetu uh, kuelekea mechi za mashindano ambayo yako mbele hapa. Kama ambavyo tumetoa taarifa jana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Kikosi cha klabu ya Yanga kimesharejea kambini pale Avic Town na tumerejea kambini wachezaji wote kwa ajili ya maandalizi ya mechi yetu ya ligi kuu ya NBC, ambayo kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi, mechi hii imepangwa kuchezwa tarehe tisa katika uwanja wa KMC Complex na tutakwenda kucheza dhidi ya uh, wenyeji wa huo uwanja kwa maana ya KMC Football Club. Timu yetu yote imesharejea kambini na maandalizi sasa, akili nguvu, tumeelekeza kwenye mechi ya tarehe 9 dhidi ya KMC Complex. Mechi ambayo imeahirishwa ni mechi ya klabu yetu ya Yanga dhidi ya Dodoma Jiji na dhidi ya Tanzania Prison ambayo ilikuwa ifanyike Dodoma. Nafahamu tayari matawi mbalimbali ya klabu yetu ya Young Africans yalikuwa imeshafanya maandalizi ya kuleki, ya safari ya kuelekea Dodoma kwa ajili ya mchezo huo. Kwa hiyo ni wape pole kwa wote ambao mlifanya hayo maandalizi, na mechi hii imeahirishwa kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, na sasa tusubiri bodi ya ligi kutegea mwongozo ni lini tena ratiba hii itakwenda kupangwa, tuanze safari ya kuelekea Dodoma kama bado uh, prison watakuwa wanaotumia uwanja wa Jamhuri. Hali ya majeruhi kwenye kikosi chetu.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 tulifikia kukubaliana mchezaji huyu akafanyiwe operation kwa sababu alikuwa anapona kidogo na anarudi uwanjani napata majeraha tena. Kwa hiyo baada ya kufanyika vipimo vya kina, tulikubaliana mchezaji Clement Mzize akafanyiwe operation ya sehemu ya goti, na hivi ninavyozungumza nanyie, operation hii tayari imefanyika na mchezaji Clement Mzize, alhamdulillah, anaendelea vizuri. Baada ya operation hiyo, tutamkosa Mzize kwenye pitch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 Yes, katikati hapa kumepangwa draw ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika na klabu yetu Young African Sports Club imeangukia kwenye kundi B, kundi ambalo limehusisha timu kama Al Ahli kutoka Misri, kuna timu inaitwa FAR Rabat kutoka Morocco na kuna timu inaitwa JS Kabylie kutoka Algeria. Ukiangalia okay, hilo kundi ambalo lina timu nne kundi B ni kundi ambalo kila mmoja ambaye anafahamu mpira kila mmoja ambaye anafuatilia football ya Afrika vizuri kila mtu ambaye anafuatilia kwa ukaribu ubora wa ngazi ya vilabu kwenye Champions League barani Afrika atakiri kwamba hili ndiyo kundi gumu, na kwa lugha ya kimpira wanasema ndio kundi la kifo. Kwa nini kundi gumu na ni kundi la kifo? Ni kwa sababu ya ubora wa timu zote nne ndani ya hilo kundi. Ukiangalia vizuri mbali na ubora wa timu zote nne kwenye kundi hili lakini pia ni kundi ambalo limehusisha top five, naweza kusema, ya ligi bora barani Afrika. Kuna ligi ya Misri hapo, kuna ligi ya Morocco, kuna ligi ya Algeria na kuna ligi kuu ya NBC ya hapa Tanzania. Zote hizi zinaangukia kwenye tano bora ya ligi zenye ubora mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo sio kundi jepesi, sio kundi lelemama. Na sisi uongozi wa klabu ya Africans tunakiri kwamba hili ni kundi gumu na ni kundi ambalo halitabiriki. Mpaka tunavyozungumza sasa hivi, yeyote anaweza kuwa nafasi ya kuelekea kwenye hatua ya robo finali, na sisi kama club tunaanza mipango yetu sasa hivi kuhakikisha tunakuwa timu moja katika mbili ambazo zita qualify kuelekea hatua ya robo finali, inshallah. Tayari uh, ratiba imeshatangazwa kwa maana Uh, mechi zitakavyokuwa Young Africans tutaanzia mchezo wa kwanza nyumbani dhidi ya Farabat. Baada ya hapo, tutasafiri kwenda Algeria kucheza na JS Kabili. Baada ya kucheza na JS Kabili, tutakuwa na mchezo mwingine wa ugenini dhidi ya Ahli Misri, alafu tutarudi nyumbani kucheza mechi nyingine dhidi ya Ahli ya Misri, alafu tutasafiri tena kuelekea uh, Morocco kurudiana na Farabat na mchezo wa mwisho utafanyikia Tanzania dhidi ya JS Kabylie. Kwa ratiba hiyo tayari CAF wameshaipost na, na nafahamu waandishi na mashabiki wa klabu yetu Young Africans watakuwa wameshaiona na kuielewa. Kuelekea mechi hizi za Champions League hatua ya makundi a, baada ya kufanyika tathmini ya kina na kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans mechi za klabu ya Young Africans kwenye hatua ya makundi zitafanyika kwenye visiwa vya Unguja, maana ya Zanzibar, kwenye uwanja wa New Aman Complex. Kwa hiyo mechi zote tatu za nyumbani za klabu yetu Young Africans zitapigwa Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Baada ya hapo tukisha qualify kwenda mbele, kama kuna utaratibu mwingine tutarudi kuwatangazia, lakini ni rasmi sasa niwatangazie ndugu zangu waandishi wa habari, mechi za makundi za klabu yetu ya Young Africans zitafanyika New Aman Complex na ndio uwanja wa nyumbani wa klabu ya Yanga kwenye hatua ya makundi. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba sasa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ya Young Africans katika visiwa vya Pemba na Unguja kujiandaa kuipokea timu yetu, kujiandaa, uh, na kuanza maandalizi ya haraka kuhakikisha tunafanya vizuri. Nafahamu sasa hivi kwenye mioyo ya watu wengi ambao hawaitakii mema klabu yetu, ni kama wameshatotoa kwenye mashindano, lakini sisi kama Young African Sports Club tunaamini kwenye umoja wetu, tunaamini kwenye maandalizi yetu, tunaamini kwenye technical bench yetu, tunaamini pia kwa players wetu, na mwisho tunaamini kwenye support kubwa ya mashabiki na wanachama wa klabu yetu hii. Ngoma tutapambana nayo na inshallah tutakwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo, uh, yaanze haraka, kwa hiyo maandalizi kule Pemba Unguja yaanze haraka kuhakikisha wanaipokea timu na tunakuwa imara kwenye michezo ya nyumbani na mashabiki wengine kutoka mikoa tofauti tofauti Dar es Salaam, Dodoma, uh, Morogoro na sehemu mbalimbali hapa Tanzania pia, tunawaomba uh, na nyie tujiandae, mechi itafanyika si, mechi ya kwanza ni tarehe ishirini na mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo iko mpaka sasa hivi ni siku ya Jumamosi na itapigwa mechi hii majira ya saa kumi kamili jioni New Amand Complex pale Zanzibar. Kwa hiyo tuanze maandalizi na sisi matawi yote ya Yanga Tanzania na tuwe tayari kwa safari ya kuelekea Zanzibar, New Amand Complex kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kufikia hapa, ndugu zangu waandishi wa habari, nimefika mwisho wa machache ambayo nataka niwajuze na nakaribisha maswali matatu mpaka matano kama yapo, tuweze kufunga mkutano huu. Karibu karibu. Nimezungumza nafikiri kwa Kiswahili tu chepesi ndugu yangu kwa kuzingatia uh, maslahi mapana ya klabu yetu ya Young Africans Sports Club, lakini pia tunatambua sisi kama klabu Young Africans, sehemu yoyote hapa Tanzania tukicheza, tunafanya vizuri. Sehemu yoyote ile, haijalishi ni Benjamin Mkapa, haijalishi ni CCM Kirumba, haijalishi ni Sheikh Amri Abeid kule Arusha, popote ambako Young Africans itakwenda kucheza, inacheza na inafanya vizuri. Zanzibar pia ni sehemu ambayo tukicheza tunafanya vizuri. Kwa hiyo hakuna sababu nyingine zaidi ya kwenda kucheza New Aman Complex. Ni sehemu ya Tanzania na ni sehemu ambayo tunaamini tutakwenda kupambana na kupata matokeo mazuri kama ambavyo tumepambana katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo hakuna muujiza, ni uchaguzi tu wa viwanja, na sehemu zote ambazo tutacheza tunaamini tuna nafasi ya kupambana na kupata matokeo mazuri. Swala la pili kama lipo, Swala la pili kama lipo sana. Asante, asante.